Asalamu As alaikum. Leo tutaangalia jinsi ya kutengeneza baked beans. Mimi nimetumia maharage ya kopo kwa sababu ilikuwa ni last minute decision, lakini unaweza kuroweka na kuchemsha. Alafu ukaanza na sehemu hii. Hapo nimeweka pilipili manga ya unga, unga wa kitunguu thom, unga kitunguu maji na smoked paprika vote vijiko vimoja vya kulia. Alafu nimeweka na brown sugar kiasi. Robo kikombe na tomato ketchup, robo kikombe na mustard kiasi vijiko vitatu vya kulia. Hapo unaweza ukachanganya mwenyewe vitu utakavyopenda pamoja na asali. Mara nyingi baked beans zinakuwa zina ladha ya barbecue, na hivi barbecue sauce ndo inavyotengenezwa, alafu mwenyewe uta adjust. Niliweka pia na apple cider vinegar, lakini naona sikurekodi. Baada ya kuchanganya vizuri, ni muhimu kuonja. Na pia sikuwa na tomato paste kwa hivyo nimetumia tomato sauce. Kama utatumia tomato paste ni muhimu kuweka maji kidogo ili upate orojo, na unaweza kutumia maharage meupe aina yoyote, na kama huna maharage meupe unaweza kutumia ile mekundu madogo. Na ni muhimu kuonja kabla hujapika, kama utahitaji kuongeza kitu chochote chengine. Mimi nimeongeza tomato ketchup pamoja na apple cider vinegar, kwa hivyo total nimetumia kiasi vijiko vitatu vya chai alafu, nimeweka kwenye oven kwa moto wa mia tatu na hamsini Fahrenheit yani mia na sabini na sita mpaka thamanini Celsius kiasi, kwa mda wa saa moja na hichi ni chakula chetu cha breakfast ambacho nili serve siku ya Jumamosi. Na baked beans zetu ziko tayari hapo na zimekolea vizuri, na iko tayari kuserve. Asanteni sana kwa kuwa nami. Na zilizobakia nimezitia kwenye kibakuli nitazi freeze mpaka siku nyingine tutakapozitamani tena. Karibuni tena Aroma of Zanzibar, na nawatakia siku njema, bye bye.